Chakwanza taka niwashukuru watu wengi ndani ya Chicago, wameweza kutoa donation zao kama hizi, ana kuhakikisha tunakuja nazo kama hizo tsht kuhakikisha tunakuja nazo. Kwa hiyo ningependa hizo credit zisiende kwangu, ziende mm -hmm. Kwao ambao wameweza kuwezesha i kingine yeah. yeah. kusema asante ambao ambayo kuja nao Seba Brother Mwaki, kuna brother Jackson, kuna brother Neli na mimi mwenyewe, lakini kuna kitu kikubwa ningetaka kuongea kidogo. Unajua tulipo sasa hivi. Sisi kama wa Tanzania tujijui tuko wapi. And that is a big problem. Tulipo sasa hivi wa Tanzania wenyewe tujijui tuko wapi. That's the big problem. Lakini the hope is hide us. We can't give up. We can't give up we have to stand strong together. Okay. Meseji kubwa kama diaspora. Ningependa niongee hicho kidogo kwa kifupi kidogo. Diaspora pia ni pati ya huu ujinga uliotokea na tukishindwa kukubali tukawa kama serikali yetu ambayo haikubali chochote hiyo ni shida kubwa diaspora. mm -hmm. Tumekaa kimya kwa muda mrefu, kuna vitu vinatokea nyumbani, yatuongee kabisa. Kwa hiyo hicho, ningependa tuwe kwa kweli kwamba na sisi ni sehemu ya haya mambo kutokea Tanzania. Kwa hiyo mimi naomba diaspora weteti kuanzia leo, sio kwa ajili tu ya hii serikali iliyopo, kwa kila kitu cha Tanzania tuongee. si tusipoongea, nani ataongea? Atuko hapa sijui, sijui toa serikali, sijui fanya hivi, sio hicho. Tuko hapa, usalama wetu ni mdogo. Tanzania wenyewe, diaspora, niambie kweli, mimi hapa najua zaidi ya watu kumi wamekanza kuenda Tanzania this December. kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu Tanzania sio salama, simple as that. Tanzania sio salama Samia must go. Tanzania sio salama jamani, ndugu zetu wanatekwa, sio lazima mdogo wako atekwe, ndio hiyo hivo exactly. unajua mimi hapa ile mambo nilipokuwa nasikia kutekwa, kutekwa. Sasa nyingine ka hatuaminiamini yeah. lakini yeah. Tulivyoona watu wakubwa wameanza kutekwa, wewe pole pole anatekwa <laughs> mi mpaka leo siamini, polepole katekwa. kama polepole katekwa, wewe nani? we na we we na we na we